Tunaishukuru sana serikali kwa ujenzi wa majengo haya yenye ubora wa hali ya juu ambayo inawafanya watumishi wetu wanafanya kazi ya kuwahudumia watanzania wakiwa katika nafasi nzuri zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Madini tumefurahi sana ujio wako siku ya leo. Watumishi wetu wana ari kubwa ya kuwatumikia Watanzania, lakini pia wamefurahi sana kukuona ukiwa umefika kwenye jengo letu leo la Wizara ya Madini. Hii wizara hii sekta ilikuwa sekta ambayo ilikuwa imewaacha watanzania mbali sana, na waliokuwa wananufaika kwa kiwango kikubwa, tunapoongelea madini, walikuwa wale makampuni makubwa. Sasa hivi sekta ya madini imo kwenye kumbukumbu -kumbu za Afrika kwamba Tanzania ina sera na imetekeleza mkakati wa kufanya uchimbaji jumuishi unaoshirikisha una wazawa wa, wa, wa, wa, vijana wa Kitanzania. Kwa hongereni sana. Hata nchi, hata nchi majirani, Mheshimiwa Waziri, unakumbuka walikuwa wana, wanatafuta sera yetu ya Tanzania ili na wenyewe waweze kutekeleza hivyo. Kazi hii mmefanya vizuri na si tu na kwa maandishi lakini hata ukienda katika maeneo mbalimbali unaona vijana wakishughulisha na masuala. Kwa Mheshimiwa Waziri e, umetekeleza vyema miongozo ya Mheshimiwa Rais, wewe pamoja na timu yako, nikupongeze, mmefanya vizuri sana, lakini <coughs> pia mapato yanayotokana na sekta ya madini, mimi nimekuwa waziri wa fedha pale, yameongezeka kwa kiwango kikubwa na sehemu kubwa ikiwa inatoka kwa wachimbaji wadogo. Tuendelee kufanya hivyo, kuhakikisha vijana wa Kitanzania wananufaika na rasilimali ambazo zipo hapa nchini. Ninyi ndio wataalamu, pamoja na wale mnaoshirikiana nao. Twendeni tuende tu, tuongeze kasi katika kutafiti, ili tuweze kunufaika zaidi. Usipojua una utajiri gani, ni rahisi kuibiwa atakwenda mtu atasema amechimba, taja aina yoyote ile ya, ya madini, kumbe ninyi wataalamu mnajua, kumbe kwa kuchimba hiyo ambayo ameideclare aliyoitaja kwamba ndo anayochimba, kumbe yako na mengine mengi, atakuwa amebeba hiyo. Ndo madhara ya usipofanya utafiti, ujue una nini. Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri